Nimeshawishika niwaletee document ya hukumu ya CAS ambayo walitoa hivi karibuni ambayo ilipelekea TPBL kutangaza ratiba mpya na, na, nimeamua niilete hii kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamo ndani lakini hayazungumzwi. Kwanza kitu ambacho nimeona katika hii document ni kwamba Yanga walipeleka vitu viwili CAS kama msingi au factual background ya malalamiko yao kwanza ni tangazo la TPBL la tarehe nane la kuahirisha mchezo, na pili ni barua ya tarehe kumi na sita walioipokea kama majibu kutoka TPBL walipokuwa wakidai pointi zao tatu, TPBL ilipoambia kwamba huo mchezo bado upo, rejea barua tangazo letu la tarehe nane. Kitu cha kwanza CAS itoe oda amri kwamba tangazo la TPBL la kusema kwamba mchezo huo umeahirishwa mpaka tarehe mpya utakapotajwa sio halali, kwa maana hiyo mchezo huo haujaahirishwa. Sasa ujanja wake pale ni nini? Ujanja wake ni kwamba timu ambayo imefika uwanjani tarehe nane, maanake inatakiwa ipewe ushindi wake wa, wa point tatu na goli tatu, kwa sababu hakuna tangazo halali lililopo la kuahirisha huo mchezo. Na kitu cha pili, Yanga ambacho walidai katika mabarua ma, yao waliopeleka CAS, TPBL na wakala sijui na mtu yoyote ambaye anahusika na tipu BL. asiruhusiwe kutangaza tarehe mpya ya mechi hiyo mpaka pale shauri hilo litakapokuwa limesikilizwa. Unaona ujanja walotumia pale kwamba wakati hayo yote yanaendelea hakuna tarehe mpya kutangazwa mpaka hili swala liishe. Kitu cha tatu Yanga walichodai ni fidia ambayo CAS wataona inafaa kutokana na madhara ambayo wameyapata katika kadhia hii. Kwa hiyo kuna vitu vitatu ambavyo Yanga walivitaka CAS. Wakaitaka TPBL mshtakiwa wa kwanza, Simba mshtakiwa wa pili, na TFF mshtakiwa watatu, walete na wenyewe hoja zao za kujibu haya malalamiko. Kwa hiyo TPBL tarehe 27, wakawa wameleta hoja zao. Wakasemaje? TPBL wakasema kwamba CAS haina mamlaka ya kusikiliza kesi hii, kwa sababu, wakatoa sababu kama tatu. Mshtaki hajaonyesha kifungu ambacho kinamuelezea kwamba CAS ana mamlaka ya kusikiliza kesi hii. Pia nani, TPBL wakasema kwamba tangazo la kuahirisha mechi kama litasemwa sio halali, maanake ni kwamba kutakuwa na athari kubwa katika ligi nzima na hata itazihusu timu ambazo hazihusiki na mgogoro huu, kwa sababu ligi ilikuwa imepangwa ishe tarehe mwezi wa tano katikati. Lakini kama kutakuwa na zuio la kutangaza ratiba mpya ya ligi hii, maana yake ni kwamba mechi nyingine, hasa zile mbili za mwisho ambazo zinahitaji timu zote zicheze kwa wakati mmoja, itabidi zisubiri. Na kwa kuwa hatufahamu ni lini uchunguzi utakamilika, maana yake ni kwamba ligi inaweza isimalizike au ligi ikaja kumalizika katika kipindi ambacho wadhamini timu pamoja na watu wengine watakuwa wamepata madhara makubwa. Uamuzi wa kuzuia e, kuzuia tangazo la kuahirisha mechi hauna maana tena, kwa sababu tangazo hilo tayari lilishatekelezwa, kwa sababu tangazo hilo lilitolewa tarehe nane na tarehe nane hiyo hiyo ambayo Yanga walienda uwanjani, lakini waamuzi hawakwenda kamisa wa mchezo hakwenda, watu wanahusika na usalama wa mchezo hawakwenda, afisa wa mchezo hawakwenda. Kwa maana hiyo walikwisha tekeleza hilo agizo ambalo Yanga walikuwa wanalipinga lisi tekelezwe kule Kasi. Kwa maana hiyo hakuna tena namna ambavyo wanaweza kusema kwamba wanazuia swala hilo. Kitu kingine, maswala ambayo waliya rais Yanga kutokana na kutokuwa na imani na mamlaka, mambo ya maadili na vitu kama hivyo, kaswa waliambiwa kwamba nyie, haya masuala hayako katika mamlaka yenu kuyatolea kuya hukumu, yako katika mamlaka za CAF au FIFA. Kwa hiyo haya masuala nyie wala hata mtakiwe kuyajadili TPBL. Pia wakasema kwamba TFF hawana namna yoyote wanaohusika katika swala hili, kwa sababu hata hawafahamu kinachoendelea, na wao ni chombo kilicho huru hakihusiana na TPBL. Kwa hiyo maamuzi yao wanayafanya ni ya kwao, na ni TFF -tf kama shirikisho hawatakiwi kuhusishwa katika swala hili. Lakini argumenti nyingine ya Simba ilikuwa ni kwamba mlalamikaji hajaonyesha hiyo athari ambayo anasema ita, ita kuwepo, yaki, yaki feza, uhasa, ambayo anasema itakuwepo ya kifedha au hasara ambayo tutaweza kuipata iwapo mchezo huu um, utaahirishwa na kupangiwa tarehe nyingine kwa hiyo sasa, baada ya kusikiliza maelezo ya pande zote mbili, uh, makamu wa rais wa CAS ndio wakawa analiendesha swala hili. Kwa hiyo wakapitia maelezo ya pande zote mbili, unaona kwanza, wakaanza kuangalia swala ambalo linahusisha kitu anaisha jurisdiction kwamba uhalali wa wao kusikiliza hiyo kesi. Wakaangalia pande zote mbili wameongea nini. Kwa hiyo walichokuja kuona ni kwamba ni kweli maelezo ya TPBL ni kwamba wao hawana mamlaka ya kuu ykuitolea uamuzi swala hilo ambayo limefikishwa mbele yao. Kwa hiyo katika yale mambo matatu ambayo Yanga waliyaomba yakatolewa hukumu. Kwa hiyo katika hukumu zilikuwa na vipengele vitatu. Cha kwanza CAS wakasema kwamba ni kweli tumeona hatuna mamlaka ya kusikiliza kesi hii, kwa maana hiyo moja, tunaifuta na kuiondoa kesi hii katika E, orodha ya kesi ambazo zimeletwa hapa kwetu. Namba mbili, mshtaki mlalamikaji alipaswa kwenda katika mamlaka a, za ndani ambazo zinahusika na swala hili, na tatu, kuhusiana na masuala ya malipo au hasara ambao Yanga walizungumzia ni kwamba pande zote mbili zibebe gharama ambazo wameshazibeba kuhusiana na kesi hii, na hakuna mtu ambaye atatakiwa kumlipa Mwenzie. Sasa ukiangalia muktadha huo, ukaja kujiuliza yale maswali ambayo yanaendelea sana: kwa nini bodi ya ligi wametangaza ratiba wakati bado swala lile halijafikia mwisho? Jibu ni kwamba hata maelezo ambayo aliyapeleka CAS yanaoeleza kwamba swala hili halina uhusiano na upangaji wa ratiba. Upangaji wa ratiba utaathiri timu nyingi ambazo hazina mgogoro huu, ambazo hazihusiki na mgogoro huu kwa maana hiyo ratiba lazima iendelee na kama maelezo ambayo aliyatoa e, mtendaji wa bodi ya ligi jana, tulosikiliza redio, tulisikia ni kwamba mizunguko miwili ya, ya mchezo ya ligi yote inachezwa kwa wakati mmoja, yani timu zote zinachezwa kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kama ligi ikiendelea na huu mchezo huu haujapangiwa ratiba, maana yake michezo yote itaisha, alafu huu mchezo bado hauko kwenye kwenye kuchezwa kitu ambacho hakileti maana yoyote katika ligi. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima upachikwe sehemu, alafu ipatikane nafasi ya ile michezo miwili ya kila timu kucheza kwa wakati mmoja, timu zote, na ligi iweze kukamilika. Na pia swala ambalo wamekuwa wakilizungumza sana kina Hans Rafael, kwamba bodi, eh, kwamba game imeahirishwa kutokana na, na busara na sio kanuni maelezo ambayo yako katika, katika dokumenti hapa na ambayo Yanga walienda kushtaki, waliipeleka hiyo dokumenti ambayo imeairisha huo mchezo na limetoa maelezo kwa nini limeairisha huo mchezo katika paragrafu ya mwisho likinukuu eh, kanuni ya 34 na nne kifungu cha kwanza na kwenye mabano kifungu kidogo cha kwanza mpaka cha tatu, mkirudi kuangalia hiyo barua ndo inaonyesha kwa nini wameahirisha huo mchezo. Kwa hiyo maelezo ya kwamba ilitumika busara na sio kanuni, naomba tu, u, u, u, watangazaji ambao wanakuwa na huyu Hans Rafael wawe wanamkumbusha, hatuwezi kukimbia fact za dokumenti ambazo zimeonekana na ambazo zipo, na hata kama tutajadili vipi, hizi fact ambazo zilizopo ndizo zitapelekea katika maamuzi ambayo yanatakiwa kufanyika.